Zimetimia saa saba kamili, na hizi ndo baadhi ya taarifa zilizogonga vichwa vya habari. Mimi ni Bevalyne Boke, tunaanza na vidokezo. Mbunge wa Kapseret wasingisha wasuta baadhi ya viongozi. Wizara ya elimu iko tayari kwa ajili ya mitihani ya kitaifa ya gredi ya sita na tisa, asema Julius Bitok. Serikali imeanzisha mipango ya kusambaza nguvu za umeme Pokot magharibi. Habari za kimataifa ni kwamba rais wa Namibia mfukuza kazi naibu waziri mkuu. Habari kamili Mbunge wa Kapsaret katika kaunti ya Singishu Oscar Sudi ameendelea kuwasuta baadhi ya viongozi kutoka eneo la kati ya nchi anayosema wanafanya siasa ya kabila zinazoweza kuleta migawanyiko. Sudi amemtaja gavana kaunti ya Nyeri Mtai Kaiga kama mmoja wa viongozi hao kufuatia matamshi aliyoyatoa wiki iliyopita ambayo yalionekana kusherekea kifo cha waziri mkuu wa zamani hayati Raila Odinga. Akizungumza katika hafla moja Sudi, aidha amemkashifu aliyekuwa naibu wa rais ambaye pia ni kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua akisema ndiye ambaye anaongoza katika siasa za ukabila wa migawanyiko. Na ndio, ndio tunawaambia wale wanaenyesha mambo na ukabila. Si mnajua ule mtu wanaenyesha ukabila? Ule mtu wanaitwa Munyoro. Ule mtu tulivuguse suliona ule mtu wake ule wa mkono ule kaiga ule gavana wa Nyeri akisherekea akibaba amekufa. Mimi nataka niambie kabana, kabana ule kaiga shimu niu u, hauwezi ukasherekea mtu amekufa, hata ukiwa na chuki kiasi gani uwezi ukasherekea mtu amekufa, hata kwa jirani yako, ukiwa na shida na jirani yako, mara mbuzi yake inapita inakula kwako, ama mmekosana na nani watoto ama mambo mengine, lakini mtu akihaga, kuna heshima, kwa sababu sisi wote tutapitia hiyo barabara. Kwingineko ni kwamba wizara ya elimu imetoa hakikisho kwa wazazi na wanafunzi kwamba iko tayari kwa ajili ya mitihani ya kitaifa ya gredi ya sita na tisa iliyoanza leo na kidato cha nne inayoingia wiki ya pili. Katibu wa elimu ya msingi Balozi Julius Bitoka anasema kwamba kama idara wamehakikisha kuwa maandalizi yote yamekamilika na kwamba wanafunzi wametayarishwa kwa ajili ya mitihani hiyo, akizungumza na wanahabari mapema leo baada ya kusimamia usambazaji wa karatasi za mitihani jijini Nairobi. Aidha kadhalika amewataka wanaosimamia mitihani hiyo kuhakikisha kuna visa vya udanganyifu. So, I want to tell the nation that as a ministry, as a state department, we have done our best to ensure that everything is ready. All the learners have been prepared, all the examinations have been prepared, they are ready. I want to say that, uh, we call upon all our stakeholders, all of Kadhalika, Bitok anasema kuwa serikali tayari imesambaza fedha ya kufanikisha mitihani hiyo, akisisitiza kuwa shule ziko tayari kuwapokea wanafunzi wa gredi ya kumi wanaokalia mitihani ya yeah.

million spaces against 1.1 million learners. Na kwingineko ni kwamba wakazi katika maeneo mbalimbali Pokot Magharibi wameelezea furaha yao kutokana na mipango ya kusambaza umeme kwa maeneo yao, kwa vile wamesema kwa muda mwingi wamekaa kwa giza. Kwa mujibu wao, kwa miaka mingi hawajapata miradi na maendeleo ya namna hiyo na hata hiyo ni ishara ya mabadiliko makubwa kwa ambao kwa muda wamekuwa wakitegemea sola. Kauli zao zinajiri baada ya serikali kuanzisha mpango wa kusambaza nguvu za umeme katika maeneo ya mashinani kaunti ya Pokoti Magharibi, ili kusisimua uchumi wa eneo hilo lililosalia nyuma kimeendelea kwa kipindi kirefu. Na habari za kimataifa ni kwamba rais Netumbo Nandi Ndaito wa Namibia alimfukuza kazi naibu waziri mkuu wa Waitente Ofisi oiswa Namibia ilisema jana kupitia taarifa iliyotumwa kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook kwamba Rais Nandi Ndaitwa amechukua migodi na nishati moja. Rais wa Namibia sasa atashikilia jukumu la waziri wa vinanda madini na nishati, na nishati, lengo likiwa na kuhakikisha uratibu madhubuti unaendelezwa ndani ya wizara hiyo muhimu. Na habari hizo za kimataifa kutoka Namibia zinatufikishia mwisho wa habari zetu za saa saba. Mimi ni Bevalyne Boke.